Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, dominika ya Pasaka. Katika tafakari ya leo tutasoma kutoka injili ya Yohane sura ya ishirini aya ya kwanza mpaka ya tisa. Somo la Injili Takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Tukufu kwako e Bwana. Hata siku ya kwanza ya Juma, Mariamu Magdalene alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburini wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine wakashika njia kwenda kaburini, wakaenda mbio wote wawili na yule mwanafunzi mwingine akaenda upesi, akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia akaviona vitambaa na sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja Simoni Petro akamfuata, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa Mahali imezongwa zongwa, imezongwa zongwa mahali pa peke yake. Basi ndipo akaingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza kufika kaburini. Akaona na kuamini. Kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika tafakari ya leo, dominika ya pasaka mwaka huu. Ndugu zangu, pasaka ni kipindi cha yote kufanyika mapya. Pasaka ni kipindi cha mwanzo mpya. Pasaka ni kipindi cha mabadiliko ya kweli ambayo kwa Kigiriki wanaita metanoia, mwanzo mpya kuifanya Pasaka kwa yasiyo chachika. Tunaona katika Injili eh, Maria Magdalena amekuwa wa kwanza kwenda kaburini, na ilikuwa ni kungali giza bado. Na alivyofika kule akaliona lile jiwe limeondolewa, na ilibidi arudi kutoa taarifa. Kwa hiyo akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine, akawapasha habari za ufufuko. Moja kwa moja tunapata ujumbe katika dominika ya leo, mtazamaji wangu, kipindi cha pasaka ni kipindi cha ushahidi, ni kipindi cha kupashana habari, lakini pia kama nilivyodokeza mwanzoni, ni kipindi cha mabadiliko. Tumeona kwamba katika habari za ufufuko, kwanza kabisa zimeletwa na mwanamke ambaye ni Mariamu Magdalena. Amekuwa wa kwanza katika kutoa ushahidi wa kipasaka, na akaenda kuwajulisha wawili kati ya wanafunzi wa Yesu ambao kwa kadiri ya vyeo vyao waliweza kukimbia na umri, lakini yule mwanafunzi mwingine ambaye ni kijana alikimbia akawa kwanza kufika, lakini ilibidi amruhusu mkubwa kuingia. Na hivyo basi yule mwanafunzi mwingine alichungulia akabaki nje na mkubwa Simon Petro akaingia ndani, na mwandishi uh, haja amekuwa wazi zaidi akasema, e, Yesu alipoingia, Petro alivyoingia katika kaburi alivitazama vitambaa vilivyolala na ile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa zongwa mbali mahali pa peke yake. Lakini tukaeleza habari za yule mwanafunzi mwingine, tumeambiwa maneno mawili tu, mwanafunzi mwingine aliyekuwa kwanza kufika kabulini, akaona na kuamini. Halafu ndipo na habari zikarudi tena kwa Maria Magdalena na zikaanza kuenea katika Uyahudi wote na sehemu mbalimbali. Kwanza kabisa Sikukuu ya Pasaka ni sikukuu ya ufufuko ambayo Mwokozi ameshinda mauti. Bwana ameshinda mauti. Bwana aliyekuwa amelala sasa ameamka. Adhimisho la sikukuu ya Pasaka ni kilele kabisa cha maadhimisho ya Juma Kuu, ambapo kwa sisi Wakristo wa Katoliki, kila mara tunapoonyesha ile lugha yetu ya sanaa takatifu, tunaonyesha kwamba Yesu alikufa msalabani siku ya Ijumaa Kuu na mwili wake umetundikwa msalabani, lakini mwili wao ulishushwa msalabani, ukaenda kuzikwa kaburini. Ushahidi kabisa wa kiagano jipya kama tunavyosikia katika e, maandishi yake mtume Paulo kutoka katika waraka wa Wakolosai wa, anasema kwamba ikiwa Kristo hakufufuliwa imani yetu yote ni bure, kuhubiri kwetu kote ni bure kusadiki kwetu kote ni bure. Na kumbe sherehe ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, ndugu zangu, ndiyo kilele cha agano jipya, ndiyo kilele cha fumbo lote la Pasaka, ndiyo kilele cha historia yote ya wokovu wetu, kwamba Kristo amefufuka. Na kama tulivyoona kwamba Kristo amefufuka, lakini habari juu ya ufufuko zinahitaji ushahidi. Hazikuwa kwa uwazi wazi namna hiyo. Walikwenda kaburini wakakuta kaburi liko wazi, hawakuona mwili, na ndicho hicho ambacho wamekwenda kupashana habari. Alianza Maria Magdalena, baada ya habari zikawafikia wanafunzi wawili, akiwemo Simoni Petro. Na Simoni Petro baada ya kuwa amepata bayana na uhakika wa habari za ufufuko, ndicho tunachosikia katika somo la kwanza. Sasa Petro, sasa ana ujasiri huyu, ambaye wakati Yesu anateseka aliingia mashaka katika imani hata akathubutu kumkana lakini, kutokana na roho hii ya kipasaka, ushahidi wa kweli uthibitisho wa dhati kwamba Bwana amefufuka, Petro anafumbua kinywa chake na anasema jambo lile ninyi mmelijua, lililoenea katika Uyahudi wote likianzia Galilaya baada ya ubatizo aliohubiri Yohane, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko. Unaona mtume Petro hata anaongea sentensi sio na mwisho akiwa amejaa furaha ya kipasaka akiendelea kutoa ushahidi wa ufufuko, na hali kadhalika akiendelea kudhibitisha uh, uhakika wa ufufuko. Mtume Paulo akiwaandikia Wakolosai anasema kwamba ikiwa ninyi mmefufuliwa, efufuiwa katika wafu, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Ndugu mtazamaji wangu, habari hizi za pasaka tunayoadhimisha na kuisherehekea leo na katika hii oktava takatifu iendelee kutukumbusha sisi wabatizwa, mimi na wewe, kuadhimisha kwetu Pasaka ni kukubali kufungua ukurasa mpya wa maisha ya utakatifu, ni kukubali kuanza mwanzo mpya wa maisha, wa kuyasahau yale ya kale, ambayo ndicho tulichoona Kristo alipotoa mwili wake siku ya Alhamisi Kuu akafanya na tendo la upendo la kutuosha miguu lakini vile vile akakubali kuteswa na kuuawa msalabani, alikuwa anaashiria kuangamia kwa dhambi, kuashiria kwa yote ya kale, na leo hii anapofufuka, ufufuo ambao tumeanza kuadhimisha katika vijilia ya Pasaka Jumamosi usiku, na sisi kutukumbushe kuvua utu wa kale, kuyaacha yote ya kale yasiyo mema na yasiyompendeza Mungu, na kukubali kuanza maisha mapya ya utakatifu, kukubali kuanza maisha mapya ya upendo kama tulivyoonyesha siku ya Alhamisi kwanza, kuonyesha maisha mapya ya utumishi wetu kwa kutumikiana sisi kwa sisi katika familia. Baba wa familia, anza kuonyesha mwamko mpya kwa kuwa mtumishi katika familia yako badala ya kukaa mbali muda mwingi na marafiki zako. Tenga muda wa kukaa na familia, tenga muda wa kukaa na mama wa familia kwa muda mara nyingi zaidi, tenga muda wa kukaa na watoto wako Ongea na watoto wako wanaotoka shule, ongea na watoto wako, wakusimulie habari mbalimbali za likizo, wakusimulie mambo ya masomo yao, ujue changamoto za watoto wao. Tenga muda baba wa familia, wakuongea na mwenzako wa ndoa, tenga muda wa kumsikiliza na kuzijua changamoto zako. Ingawaje huwezi kuzimaliza zote katika kuzitatua, lakini hiyo ndio iwe pasaka yako. Mama wa familia, anza kutenga muda wakukaa na mwenzako Tenga muda zaidi wa kukaa na wanao ambao Mungu amekujalia badala ya kutumia muda mwingi ukiongea na marafiki zako kwenye vikundi, saluni na kwenye shughuli binafsi. Wakristo wenzangu katika jumuiya ndogo ndogo tuanze kuthamini zaidi kukubali kuishi na wenzetu licha ya changamoto zao mbalimbali. Hatuwezi tukaishi watu wote tukiwa katika hali ya usawa au katika hali ya ukamilifu. Katika jumuiya ndogo ndogo kuna mapungufu mbalimbali. Mwingine daima ni mchelewaji, mwingine daima haudhulii, mwingine daima atachelewa kutoa michango. Isiwe sababu sisi ya kukubali kuishi Ukristo wetu, hali tumeendekeza chuki, tumeendekeza kumsema mwingine au kumnungunikia, kum, mwingine kulalamikiana. E, ukweli katika makosa lazima tuelezane. E, kama kuna makosa lazima kumweleza mtu e, sio kumficha, ni lazima kusaidiana, lakini kusaidiana kusiwe sababu ya kujenga chuki moyoni kusiwe sababu ya kukosa mapendo kusiwe sababu ya kuishi, unatembea umekunja sura kwa sababu ya mwanajumuiya mwenzako, hii si Pasaka. Pasaka iwe ni kufufuka, ni kuanza maisha mapya. Pasaka iwe ni kumwonyesha Kristo aliyekubali kufa kwa ajili yetu, na sisi kukubali kufa kwa ajili ya wenzetu ambao ni wanyonge, wana changamoto za hapa na pale. Pasaka itukumbushe kuishi yale matendo saba ya huruma kwa mwili ambayo ni kuwalisha wenye njaa, tukubali kuendelea kusaidiana katika mahitaji yetu. Kuwanywesha wenye kiu, tukubali kutumia chochote tulicho nacho, sio kwenda kunywa tu peke yetu. Tunakwenda kwenye vile vikao vya jioni jumuiya ndogo ndogo, unaagiza raundi ya kwanza, raundi ya pili, raundi ya tatu, na wakati tunashindwa kuchanga hata ule mchango tu hata shilingi 5000 kwa Radio Maria tunashindwa kutoa hata shilingi 2000 ya kuchangia kwenye kampeni ya Mama Bikira Maria, lakini tunajipendelea sisi wenyewe katika kuweka raundi ya kwanza, raundi ya pili, raundi ya tatu, nyama choma na kadhalika. Pasaka iwe ni wakati wa kuwakaribisha wageni. Iwe ni wakati wa kuwasaidia wagonjwa na wenye changamoto mbalimbali. Pasaka iwe ni yangalisho kwetu la kuwahudumia wafungwa na kadhalika. Lakini pia tukumbushe yale matendo saba ya huruma kwa roho ambapo kipindi cha Pasaka kiwe ni kipindi cha kuwashauri wenye, masaa, wenye mashaka kuwafundisha wasio na maarifa wenye mapungufu ya aina mbalimbali. Pasaka iwe ni kipindi cha kuendelea kuwaonya wakosefu kwa upendo na kwa upole. Pasaka iendelee kuwa ni kipindi cha kuwaombea wazima na wafu pamoja na yale matendo mengine mengi ya huruma eh, kwa roho na kwa mwili. Ndugu zangu mnaonitazama, Wakristo wenzangu, pamoja na wote mnaotazama kipindi hiki, naalikeni tuendelee kuadhimisha kipindi cha Pasaka tukimuiga Kristo mwenyewe kama ambavyo amesema eh, katika katika lile shangilio ambalo tumesema kwamba Kristo pasaka wetu amechinjwa sadaka. Basi na tuifanye tuifanye karamue, karamu kwa yasio chachika. Tusiendekeze kukaa na chachu moyoni tukasahau kuwa na upendo, furaha na amani. Ndugu mtazamaji wangu, katika adhimisho hili la pasaka la mwaka huu, niendelee kukuomba uendelee kuwa chanzo cha amani katika familia na katika jumuia na katika sehemu zako za kazi. Tuendelee kuwa chanzo cha furaha sehemu yoyote tulipo, katika jamii tunayoishi, kwa majirani zetu kazini kwa wafanyabiashara wenzako na kwa wanajumuia ndogondogo wenzako. Tuendelee kuwa chanzo cha mapendo hasa katika familia hasa katika jumuiya na hasa katika jamii yetu kwa ujumla. Pasaka iwe ni sababu kwetu ya mwanzo mpya. Tuendeleeni kuipokea pasaka kwa kupokea kupu, kupu, huu ufufuko wa kweli katika mioyo yetu, na tuendelee kuishi kwa furaha tukielekea pasaka ya uzima wa milele ambapo nasi tutafurahi kumwona Mungu na kupata utakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Niliye kuletea tafakari ni mimi Padre Salvatori Magangila, mkurugenzi eh, wa mawasiliano jimbo Katoliki la Geita, na kualika tuendelee kufuatilia vipindi vinavyofuata katika eh, televisheni yetu.